Acha kama kawa. Kama kawa, unaitwa nani? Na? Naitwa Yohana. Yohana. Yes. Yohana uko Zanzibar una muda gani? Sasa hivi na miezi ni miwili. Miwili. Unatokea wapi? Okay, Kiteto. Kiteto. Kiteto mm. Nimesha kwenda mara moja. Yeah. Okay. Kwa hiyo mishi zako sana Zanzibar nini? Michezo yango uko Mishizango... tunafanya kazi hapo bichi. Okay. Na tunauza usafi ni mkate na nini? Ah, mzigo, unaonaje biashara inaendaje? Uh, mzigo sasa no, naona tu wazungu bado hajachangamka. mm. ndio hivyo mm. kidogo kidogo kwanza, season inaanza eh, yeah, ndio season kwanza inaanza kwa kawaida yeah. mm. uh, kwa siku kacha kama hizi hapa mkononi, let's say kacha kama hii ya Tanzania huwa unauza kama shilingi ngapi kwa mzungu? Lakini uh, inategemeana kwa mm. sababu unajua kila mtu na bei yake, unaweza wewe leo zinakuja mm. kama mm. Naweza kumkuta huu kumkuta bei kubwa, kumkuta ka huu katika bei ndogo, ndo hivyo biashara mm. ndo hizo zinaenda. Unaona nasema, Masai wengi wanatoka kule Tanzania bara wanakuja huku, huwa wanapata fursa bahati tuseme, wanakutana na wazungu wanaelewa, twende abroad kwa upande wako iko. Ah, kwa upande wangu kwa mimi bado sijapata mzungu. Ah. Kwa hivyo bado tunahangaika kwa maana Kiingereza bado sijajua vizuri. Ila ndo hivyo nashukuru Mungu, sahivi naongea ongea nao kidogo, ndo hivyo na ikitokea fursa, akitokea fursa, ndo hivyo naishi nao. Kuna wengine anasema bibi, mimi simtaji wewe, kwa upande wako mi, ah, bibi kwa mimi <laughs> kwa mimi kwa upande wangu mimi atakayetokea tu kunipenda fresh tu mwanangu, eh yeah, kwa sababu maisha yenyewe ndio, maisha yenyewe ndio haya tutaenda, ndio mm-hmm. So, hivyo akitokea mbibi akitokea nini jana, yeah, naishi naye mwanangu, yeah. Si kwa hiyo si chagui wala nini, singa maokoto, tunaangalia akiwa na maokoto aishi naye na ishe. Kutokea mzungu akakupenda tu for short time kwamba tumalizane tu, yani akupende kwa ajili ya mapenzi tu kwa muda mfupi afu ishe Uh, kwa mimi bado ndo bado. Naanza uh, ila washikaji. Ah, washikaji wengine wa uh, wa wanaishi uh, uh, nao mm, wengine hivyo wengine unakuta mzungu mm. tutu mm. Mm, unafanya lakini o chochote wanafanya kama vile furaha tu. Yaani furaha tu mm. so, ngozi nyeusi, kwa hiyo unajua big machine alafu wanasikia story ya Masai <laughs>